Ninaitwa Kristina Manyenye, ni mkuu wa kitengo cha huduma za kusaidia jamii pamoja na uendelevu. Kwa sababu hii, tunapenda kufanya mazingira yawe safi mahali ambako tunakofanya kazi. Kwa hiyo ndio maana leo tumekuja kusafisha soko la Mkunazini tukishirikiana na wenyeji wetu wa hapa sokoni, pamoja na wenyeji ambao tuko nao karibu kwenye tawe letu pale juu. Lengo hasa la kuhamisha hili tawi ni kuwafuata watu wa Mkunazini na kuweka huduma zetu zipatikane kirahisi katika eneo hili la Mkunazini lakini kwa Zanzibar yote kwa ujumla. Tumeboresha biashara zetu, tumeboresha bidhaa zetu, tumeboresha huduma zetu za jamii na hapa tunasafisha soko kwa maana tunaamini kwamba watu wakiwa na afya njema, maki usafi ni afya. Watu wakiwa na afya njema basi watafanya kazi vizuri na mambo yataenda vizuri, tutapunguza magonjwa. Lakini kwa KCB Bank tuna hii programu yetu ya kusaidia jamii, mbali na biashara tunazofanya. Biashara ni muhimu sana, lakini biashara unafanya na watu wa jamii, nayo kuzunguka. Hawa ndio wanatupa pesa, hawa ndio wanatusaidia tuende mbele. Kwa hiyo tunaisaidia hii jamii na tuna programu zetu za kusaidia akina mama wajasiriamali wadogo wadogo, tunawafundisha, tunawasaidia, tunawashika mkono ili biashara zao ziende juu. Lakini pia tuna programu ya kusaidia vijana tunawapeleka shule tunawafundisha. Wakimaliza kusoma, tunawapa tunawasaidia kupata ajira, na wengine tunawapa vitendea kazi waanzishe biashara zao, alafu tunaendelea kuwashika mikono, hatuwaachii tunawafanya. Hata hapa Zanzibar wako vijana kadhaa ambao wamefaidika wame na hii programu yetu ya tujiajiri, ambao tumewafundisha tumewapa vitendea kazi, wengine tumewatafutia kazi, lakini pia tunaangalia sekta zile ambazo zina changamoto: sekta ya elimu, sekta ya afya nakuta kwenye afya kule tunaenda, tunapeleka vifaa vya tibabu hasa kwa bodi za like, na kina mama na watoto. Kwa jina anaitwa Mariam Juma Mzee ni mkuu wa manzini, mkuu wa soko la Darajani. Na namshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kutujalia rehema a wa rehema na mwenye kurehemu kutujalia siku ya leo kwa kuwa na furaha sana kubwa ilioji wa uongozi wa KCB kwa kutupa fursa hii adhimu ndani ya mfungo wetu karibia mwezi wa Ramadhani kutuletea sadaka ya usafi ndani ya soko la Darajani, pia natoa kuendeleza usafi ndani ya soko la Darajani, na pia iwe ni fursa kwa makampuni mengine kuja kutufanyia usafi kama alivyofanya wenzetu. Najitahidi kwa uwezo wa Allah, sababu najua kila binadamu ana mapungufu yake. Kuna wengine wako vizuri na wengine hawako vizuri. Unaweza kumwambia mtu fanya usafi akwambia manispa wanalipwa kwa hiyo kidogo tunaweka katika fungu jingine, ila kuna wengine wako wakuambia tufanye usafi wako vizuri na wako tayari kufanya usafi. E, na tunashukuru kwamba maji tunao ya kutosheleza, tunakuwa tunafanya kama ndani ambapo kwa mmechafuka kwa madamu kwa nini tunasafisha. Mkuu wa soko kidogo atusaidia swala la maji, na maana kila siku ya Mungu inapoharibika mashine anaenda kuchukua mashine nyingine au anaenda kutafuta mafuno kuja kutengeneza. Kwa hiyo maji tunao ya kutosha na usafi alhamdulillah una ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.